Kifinancial niko Colonel United. E. Oh, e. e. <laughs> Wakininio nawapa maneno si. <laughs> <Waki> hata <laughs> Arsenal tutainunua eh, ah. <laughs> Mudibo ni mwana maniu <laughs> eh, mpaka kununua Arsenal eh, Andrew <laughs> Andrew Mudibo ni mwana maniu okay. E. e. na Mudibo pia ametembea na ndugu Okech uh -huh. Titus ambaye yeni ni mimi ni mwana Manchester. E. hey. Studio uh... leo <laughs> studio ah, leo ni mia juu ya mia. Kura ya kwanza imepigwa. Mambo yetu kule kawaida. Kawaida, ushaanza kuona tu ashaitoa. Liverpool wanapata bao, wataua West Ham dakika ya kumi na saba, hmm. Kawaida huyu West Ham atapigwa tu hmm. Akubali apigwa, akatae atapigwa, kwanza hmm. Na habari njema za Mo Salah kuamua kusalia, hmm, yeah. Kwa hiyo karibuni sana wageni wetu studioni. Na, na kabla tujaanza ili gumzo la Keriano waeleze wageni wetu kwamba washabiki huwa wanaongota hela ah, bila shaka Bwana Mudibo, mtumishi mtumishi, maanake pambo imekubali mtumishi. Eh, kuwa eh, okay. okay, okay. okay. okay. okay. <laughs> mhubiri pia. Yeah, mhubiri pia. Yeah. Kanisa gani? okay. Yeah. Wajua vizuri <laughs> eh? Wajua kuna baadhi ya mambo huwa unasema beforehand eh. Nakumbuka wetangula akimhoji mturi uh -huh. Alitangulia kusema kwamba huyu bwana tulikuwa naye chuoni uh -huh. Eh, sumpari, unadiklia. Unadiklia. Yeah. So weza kuwa ni mwanachama wa nene evangelis <laughs> <laughs> <laughs> na sisi hatujui lange siko kwa jenerali kwa kamanda. Kwa hiyo anasemaje? Laki kabla Naambiwa kwamba jamani, mkono mtupu wa ulambwi. Kwa hivyo wao ambao wamejiunga nasi sasa hivi jua kwamba kuna michuzi ndani ya Mikiki ya Sport Extra. Make sure kwamba iwapo unahitaji senti, jamani, kwa kanuni ya kuwekeza kuna hela ambazo hungoji dakika 90 Kwenye Star seven seven nine hash, fuata maagizo ya sanduku ni vile. Ina maana kwamba kila mkenya maa kwamba wa Kenya 1000 ambao wataingia sasa hivi hadi saa kumi unusu, kila mmoja anaondoka na shilingi elfu tano. Star seven seven nine hash, fuata maagizo, weka 49 bob, tengeza chapaa kwa hisani ya In touch. Na tutakuwa tunaangalia mechi mbalimbali mbali, hali inavyokwenda mechi za FKF Cup na vilevile vile ligi mbalimbali mbali. Ndugu Mdibo tayari ashatangaza ni mwana Manu watacheza dhidi ya Newcastle uh -huh. mwana Manu saa, Naam. Freda Rocha mwana maniu, saa mbili. Mimi ni sympathizer <laughs> wa frea <maniu. laughs> Si shabiki. Yeah. Bibi ni sympathizer, yeah. Kushikilia hapo, hapo. Na, Hasan mwana wa Ali mwenye hisa anakuja kwa Man U kwa sababu ya hela. Ni mwekezaji. Kwa hela kwenye mebe, akapatia Manchester United. Na, Hasan mwana wa Ali, mwenye hisa kwa mwenye shares kwenye Man United mwenyewe. Unajua. Na na mahaba na mali. Shughuli namna gani huko nje? Lakini shughuli ni mvua mingi. Uh -huh. Hizo ni baraka. Kura ndio tunaangalia. uh -huh. lakini kitu ya muhimu ni shughuli imenileta leo hapa uh -huh. Ndio mm -hmm. tarehe ishirini na tatu tuko na celebration ya World Table Tennis Day, ndio ambao dunia nzima itakuwa Kenya. uh -huh. Na World, ngapi? World Table Tennis Day. World Table Tennis Day na na tatu uh, president wa World Table Tennis ataingia hapa Kenya tarehe 21. Kwa hiyo tutakuwa naye yeye. Na, e, uh -huh. na tukiendelea jo tufanye joto iwe tamu mm. Tutasherekea World Table Tennis Day tarehe tare ishirini na tatu tarehe ishirini na nne tutasherekea New Dawn ikiingia katika kamati ya olimpiki ya Kenya mm. Kwa hivyo ni kutoka leo tunasherekea kwanza, manu ikishinda yeah. Tukiendelea hadi tarehe ishirini na nne hatusimami mm -hmm. Haya mambo mawili uh, ma ma mazito. Kabla ujazungumza na Okech na kuwaleta wenzangu, tuanze na hii World Table Tennis Day. Yes. Kufanyika Kenya itafanyika wapi? Umesema rais wa chama cha huu mchezo duniani atakuepo, ni nani? na tunamtarajia lini? Tunamtarajia, anaitwa Petra Soling, alikuwa hapa amekuwa Kenya mara kaa mbili, ndio wakati kuwa tuna mashindano tofauti za Kenya Table Tennis, tulikuwa na World Cup qualifiers na Africa Cup, alikuja Kenya akakaa na sisi. Ndio. Hii mwaka World Table Tennis ni inchi zile ziko katika International Table Tennis Federation ni uh, countries ziko 226 na mm. Yeah. Nafikiri hata FIFA haijafikisha hiyo yeah, namba FIFA 211 mm. na mm. so mm. yeah, table tennis hizo ndio yeah, countries zile ziko mm. zote mm. mm. kwa hivyo hiyo tarehe 23 hapo uh, Apple city hall Uh, dunia nzima itakuwa hapo, okay. Juu video ku stream kila kitu itafanywa kutoka hapo. Naam. Dunia nzima itaona Kenya inafanyaje, inasherekeaje ni. yeah, kama kama... ile ambayo ndasema njo ndachia oh, mwenzangu Titus ataiongea. hey. Ni kawaida tukiongea board kama michezo kama ni table tennis. Acha niongee juu ya table kawaida watu wanaangalia ni mnashinda duniani ama mshindi, watu wanaangalia kwa upande ya kucheza mm -hmm. Lakini kitu muhimu ni community mali unaishi mm -hmm. Sport yoyote inaanza na community, aianzi huko juu. Unasema Mosala njuyo amefunga, unafikiria Mosala tu alitoka. Mosala alitoka kwa community mm -hmm. Na kwa upande yetu hii ya uh, table tennis hii World Table Tennis ni International Table Tennis Foundation wamekuwa wakifanya kazi miaka tatu ambayo imepita na Vision Changers. Vision Changers, uh, Titus ataongea ni kazi gani wamekuwa wakifanya, okay. Ni grup ambayo imekuwa kikundi ambayo imekuwa ikifanya kazi na vijana mm -hmm. iko Gen Z, Gen A, kila kitu mpaka wazee wako hapa, anajua kuwataja mnogopa anaweza kukusalimia, lakini kitu muhimu ni ni maisha vile tunaishi kwa Naam. community yako. Ndio. Kama hakuna ku engage na community, utapata majambazi watatokea hapo. Ndio, utapata kuna wale ambao labda walifungwa wamerudi back to the society. Utawarudishaaje waezi kuishi na watu katika hiyo community? Na kitu muhimu ni Vision Changers, hiyo miaka yote, si eti tu miaka tatu wamekuwa hapo, wamekuwa akifanya hiyo kazi mm. na hiyo ndio kitu ambayo inasaidia tukiangalia kama kwa upande wa michezo si kushinda peke yake kwetu kama Kenya, Table Tennis tunaangalia ni nani atatusaidia kwa upande ya community, tunaangalia pia kwa upande wa masomo ya wanafunzi wachezaji wetu. Kama saizi tukiongea uh, tuko na wanafunzi uh, kama sitini wale wako wala wako on free scholarship katika shule za highway mm -hmm. Uh, St Monica's Kitale, Saint Joseph jse. Oh, so hawa wote unapata scholarship, nani anagaramia? ni shule hizo ama, ni, ni shirikisho lako? ni shule na <coughs> shirikisho ya Kenya Table Tennis, kwa hivyo tunaisongesha pamoja. St Joseph gani umetaja? Kitale, hizo St Joseph za Kitale mamao, na St Monica wale kwa girls school yetu pale Goseta boys. <laughs> <laughs> <Sanne sana laughs> <na marali. laughs> hiyo goseta, nimesikia leo asanta asanta asanta asanta asanta. Unarudi hapo, kuna msikilizaji akusikia vizuri, umesema goseta, umeifanya nini leo? Ndio nimeambiwa asanta bila mahitaji, tutaangalia kama ipo imeweza, tuwapatie inastahili sponsorship, maana yake kama Saint Monica na Wa Girls School, na utujue kama goseta, usimlazimishe kama hajui. Unajua lucky ni mchezaji wetu wa Manu uh -huh. Na yeye ni peseta. Sasa labda semahiyo peseta na goseta zinapatikana uh -huh. uh -huh. anajua kuinject <laughs> naumemazisaemea unajua, kuna kitu umefanya, sio kwa studio peke yake, hata wasikizaji wetu kwa jumla umewaelimisha. Maanake hii gosete inapenyezwa penyezwa, ni kama ni shude nyingine kubwa. Sisi tunajua Butere, hii butereise

<laughs> Naitwa Farad Daim uh -huh. Farad Daim amesoma Isili High School. Lakini <laughs> <laughs> <laughs> kitu muhimu <laughs> hata hiyo hiyo go seta peseta wapi? <laughs> yeah. Ni kitu muhimu ni wote ni wanafunzi <laughs> wote ni wachezaji wetu <laughs> na wote ni wana Kenya. <laughs> mm. Kwa hiyo ni njia gani ile ambayo tutawaweka kama community tuashike. Kuna wale ambao hatawai kukua kwa national team, lakini katika village ama katika community au ni leaders vikundi tofauti tofauti, kama leo niko na Titus hapa. Titus acheza table tennis, ama labda, nime nikisema, kucheza labda ile professional kwa professional, labda mm, lakini kikuja kusaidia kutoka kwa hiyo kikundi ya vision changers, najua tutapata mchezaji mzuri tukimkaribisha Vision e labda, tukimkaribisha hii Vision imetajwa sana, ni nini hasa na wanashirikianaje na tennis? Ndio tujue tujue, ile mtashirikiana na mchezo wa laki wa banta mchezo Spoon tennis ipo inaanza hiyo. Asante nashukuru kuwa nanyi siku ya leo. Shirika uh, la Vision Changers Kenya, Kenya ni shirika la kijamii uh -huh, ambapo sisi ni uh, washirikishi waandalizi wa mchezo Uh, warsha wa, wa, hii ya Table Tennis wt pamoja mm -hmm, na shirika la Kenya Table Table Tennis Tennis mm -hmm, Association na International <coughs> Table Tennis Foundation na Federation pia mm -hmm. uh, kwetu na Federation pia mm -hmm. uh, kwetu sisi kama shirika manake, sisi sio wapinzani wa, wa shirika la kukuza mchezo bali tunatumia mchezo kuleta maendeleo jamii. Ndio maanake tunashirikiana na Federation mm, ambapo kwa kizungu wacha nizungumze maanake si, sijui vile navyoweza kuitoa inaitwa sports for development mm -hmm. Ndio sisi ambayo tunazoendelesha tunaendeleza kama shirikisho letu la na kijamii. Sasa pale, pale mitaani mm -hmm. tunatumia uh, table tennis, mchezo wa tenisi ya mezani eh? mm -hmm. kama vieko ama <coughs> kama vile gari ya kubeba uh, ile ile, ile, ile utofauti ambao tunajaribu kuleta kwenye jamii sasa tunaleta vijana wale ambapo bwana Mudibo amezungumzia wale vijana ambao aidha uh, walikuwa kwenye uhalifu ama wanafikia fikiria kuingia kwenye uhalifu sasa tunatumia mchezo huu kupata kuwarekebisha okay, na kuwajumuisha katika jamii manake wengi wao walikuwa wametokomea, yeah, wamepotoka wa kule kwenye jamii sasa. Yeah, mchezo huu wa tenisi tunaitumia, tunapata kama vile coaches kutoka kwenye shirikisho uh, tunapata wachezaji wengine ambao ni tajika pia, wanakuja wanawazungumzia pale, tunafanya mentorship pale, tunafanya fun plays ambapo bwana Mudibo amesema, amesema amesema kwamba mimi si, mimi si mchezaji wa table mm, wa mchezo wa tenisi mm, lakini pale tuna wachezaji ambao wanachipuka ambapo wanamdibo uh, utakapokuja kwenye World Table Tennis Day mm. utaona wale wetu ambao wanachipuka huenda wakapiga wale wa Kenya, wale ambao ni wazoefu, maanake sahizi wameinuka, wamefunzwa na uh, makocha kutoka kwenye shirikisho, wengine wamefundishwa na wamejifunza wenyewe kutumia YouTube na sasa wameimarika na kubadilisha tabia zao, ambazo ndio kitu cha muhimu ambacho shirika letu linafanya. Kama shirika la kijamii tumebadilisha maisha ya vijana wengi. Kuna wale ambao walikuwa kwenye uhalifu, kwa sasa wameingia, wanafanya mchezo huu wa tebotenisi. Wengine wao wameanza biashara kutokana na mchezo, wakija kufanya practice pia wamekuja wakaungana wakaamua kutengeneza table banking baada ya kufanya table tennis. Pia kuna wanafanya table banking. Ah, sasa ah, pale wanapata wanapata ile katika maisha yao hivi ni saa kumi u nusu, aan tutafungua ngalao simu wasikilizaji waweze kupiga simu na mari zetu na mawasiliano kwa ujumla kwenye mitandao. Kabla, bado naangalia timu ya Ipswich anapiga bao la pili dhidi ya Chelsea. Kwa hivyo Chelsea mapanga FC kazi ipo, mepigwa mawili mtungi moja kitu dakika ya 32 ya mchezo. Sema nasi kwenye SMS ni 24047, pale kwenye nambari ya simu ni 0793 047047, au 0783 047047. Tupo kwenye ukurasa wetu FB uliothibitishwa Radio 47, na Albana anafanya mambo yake nasi hayo, tunazungumza na watu wangu wa Kisii. Hii ni kwa hiyo 104.9 naendelea kusikiliza uwe nasi, ujue nini kinafanyika sasa hivi. Ni saa kumi na dakika 32, tunasikiliza hiki kitu alafu tuendelee na maongezi yetu. Ndibo. Mm, tumefanya maksudi tu hivyo angalau tupumue kidogo eh, ndio tumregeshe tena studioni. Mudibo nilimwona alikuwa ananong'onezana laki ananong'onezana naye mm. Yeah, na